Baada ya baraka hiyo, wamisionari wapya watapewa alama ya shirika, alama ya shirika la wamisionari wa Damu Azizi ya Yesu. Tuketi. Alama ya shirika la wamisionari wa Damu Azizi ya Yesu ni msalaba wa kimisionari. Msalaba huo una alama kadhaa. Kwanza, una cheni ambayo inaanzia kwenye msalaba na kuishia kwenye msalaba ambayo inaonesha upendo wa Mungu, sio na mwisho. Cheni hiyo ni duara, ni upendo wa Mungu ambao hauna mwisho, ambao ulidhihirika katika msalaba wa Kristo, na upendo huo ndio wa misionari wanaovaa, na wakisukumwa na upendo huo, wanaishi pamoja maisha ya jumuiya, wakifanya utume kwa pamoja, na mda huo huo wakitafakari tasaufi ya damu azizi ya Yesu. Hivyo wataungana katika kipen, kifungo cha upendo lakini pia msalaba huo una mashtaka ambayo Pilato aliyaandika wakati wa mateso ya Kristo kwamba Yesu ni Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Juu ya sanamu ya Yesu kuna nyota ambao kwa kadiri ya mwinjili Yohane e, msalaba ni alama ya utukufu, kwamba msalaba wa Kristo haikuwa maangamizi bali ni utukufu. Lakini pia kuna sanamu ya Kristo ambaye anaonesha yeye alijitoa sadaka, akawa tayari kufa upendo wake mkuu unadhihirika katika kuyatolea maisha yake kumkomboa mwanadamu aliye mdhambi. Hivyo wamisionari wanaalikwa kuyatolea maisha yao kwa ajili ya ku, eh, kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu chini ya msala, eh, chini ya sanamu hiyo ya Yesu kuna, eh, kuna picha ya Bikira Maria mama wa mateso ambaye moyo wake ulichomwa eh, kwa mkuki Ndugu zangu, ni Bikira Maria aliyesimama chini ya msalaba wa Kristo akishuhudia mateso ya Kristo. Ndivyo Bikira Maria anavyowasindikiza wamisionari katika kazi zao za kitume kwa maombi, lakini pia akiendelea kuwatunza kama mama. Na chini kabisa kwenye msalaba, eh, kwenye msalaba huo kuna alama ya fuvu na alama ya eksi, alama ya hatari, lakini pia alama ya kifo. Kwa msalaba wa Kristo, Kristo alishinda kifo, alishinda mauti. Na wamisionari wakiatolea maisha yao katika uaminifu huo, basi wanaangamiza mauti yale ambayo ni mauti ya kiroho. Karibu Ba Provinsiali kwa ajili ya baraka, ibiriki hiyo, eh, hiyo misalaba na baadaye atawavika.